Tumekuwa tukishuhudia matokeo ya kikatili zaidi kwenye soka. Arsenal aliwahi kufungwa mabao 8 kwa mawili na Manchester jikuu ya Uingereza msimu wa mwaka 2011 na 2012. Manchester City alichapwa mabao 8 kwa moja na Middlesbrough mwaka 2008. Na na hivi karibuni tu msimu wa mwaka 2019 2020 FC Barcelona ilichapwa mabao nane kwa mawili na FC Bayern Munich ya Ujerumani kwenye mechi ya Ligi ya Mabingwa Ulaya. Sasa leo kwenye World Football Records tenzetu hadi ukanda wa Afrika ya Kaskazini Mashariki mwa Bahari ya Hindi huko nchini Madagascar. Mimi ni Julius Junior. Katika rekodi za dunia za kitabu cha Guinness matokeo ya mechi kati ya Association Sportivo Adema dhidi ya Stade Olympique de l'Emyrne yanashikilia rekodi ya dunia ya mechi yenye magoli ama mechi yenye kipigo kikubwa zaidi cha mabao. Ilikuwa mechi ya ligi kuu huko nchini Madagascar iliyochezwa Oktoba thelathini na moja ya mwaka 2002 mjini Antananarivo. Kulikuwa na timu nne zinacheza hatua ya mtoano katika hatua ya mwisho ya kumsaka bingwa wa ligi hiyo. Mchezo wa kwanza, SOE ambayo ilikuwa bingwa mtetezi ilitoka sare ya mabao mawili kwa mawili na DSA Antananarivo katika mechi ambayo DSA walipata penati katika dakika ya mwisho ya mchezo, penati ambayo ililalamikiwa vikali sana na timu ya SOE na wakadai mwamuzi amewaonea sasa matokeo haya ya sare yalimaanisha kwamba soe wameutema ubingwa wao na hawana nafasi ya kuutetea tena ubingwa huo katika kuonesha kuchukizwa na maamuzi ya muamuzi wa mchezo uliopita wakaamua mechi inayofuata wajifunge na kweli wakajifunga magoli yote 149 na kama haitoshi walioshuhudia mchezo huo wanasema kila mpira ulioanzishwa waliupiga golini kwao na kujifunga huku wachezaji wa timu pinzani ya Adema wakisimama tu uwanjani na kuwaangalia, mchezo ambao ulimalizika kwa jumla ya mabao 149 kwa sifuri. Mwisho wa siku Adema akatawazwa kuwa bingwa mpya huku shirikisho la soka nchi hiyo likimfungia kwa miaka mitatu kocha wa SOE Zakadi, na wachezaji watatu wakiongozwa na nahodha Mana Tranalina Andrianiaina pamoja na aliyekuwa nyota wa timu ya taifa ya Madagascar Mamisoa Razafindrokoto kwa kuonekana kuwa mstari wa mbele kwenye kupanga matokeo hayo. Sasa ni rekodi ipi nyingine unaikumbuka? Tuambie kwenye uwanja wa comment. Mimi ni Julius Julius, na hii ilikuwa ni World Football Records.